Na wewe mtu anaitwa Kindiki, sababu kazi yako ni kutumika na huyu mtu. Na mimi nimekuambia na nilikuelezea atakutumia na atakuacha, elewa kwangu, because nilimjua mbele yako. Na kama alitutendia hivyo, sio wewe sababu, sio sijui kama ni namba ama nini ama ni sauti ulikuwa naye, hakuna so. Kanyanga pole pole, bwana, uwezi kututisha sababu umepatiwa serikali umepatiwa serikali yote umebeba ukapelekwa njuu. Uh, na ukutafuta, wacha hiyo bwana, bado tu tumenyere tiochwainto bado tu chuae, tumefunja shati tumevaa viatu, tuko barabani kutafuta serikali ingine. Na kama wewe auoni, sababu mtu ako na macho, ambiwe ataza atazama. Tungoje my friends, mutashangaa mutashangaa. But I want to tell you, nyinyi mkae ngangari. Nguvu yetu wananchi ni, ni nyinyi.